Karibu sana kwenye Kuku Farm Pro, mahali ambapo tunafundisha mbinu bora za kisasa na zilizothibitishwa za kufuga kuku kwa faida kubwa. Jina langu ni Steven na leo tunakwenda kuzungumza juu ya jinsi ya kuwafanya kuku watage mayai mengi sana kila siku. Kama ni mara yako ya kwanza kutembelea channel hii, na kukaribisha kwa moyo mkunjufu kabisa. Usisahau kusubscribe, kubonyeza alama ya kengele ili upate taarifa kila tunapoweka video mpya, kulike video hii na kuishare kwa wafugaji wengine katika makundi ya WhatsApp, Facebook au Telegram. Na tafadhali usitoke hapa kabla ya video hii kuisha. Kila sekunde ya video hii ina siri ambayo inaweza kubadilisha kabisa kiwango cha mayai unachopata kila siku. Kwa hiyo kaa vizuri, chukua daftari kama unaweza, na tusafiri pamoja hadi mwisho wa video hii. Siri ya kwanza ya kufanikisha utagaji mkubwa wa mayai ni mazingira ya banda. Kuku wa mayai ni viumbe nyeti sana, hawahitaji tu chakula na maji, bali pia wanahitaji mazingira salama, safi, tulivu na yenye hewa ya kutosha. Ukiona kuku wako hawatagi vizuri, kabla ya kulaumu chakula au dawa, jiulize kwanza: je, banda lao linafaa kweli? Zingatia yafuatayo. Hewa: kuku wanahitaji hewa safi kila wakati. Hewa yenye unyevu au vumbi inaweza kuathiri mfumo wao wa kupumua na kupunguza utagaji Mwangaza wa asili. Banda liwe na madirisha au nafasi za mwanga. Mwanga wa jua huamsha homoni za uzazi na kusaidia kuku kujisikia huru. Joto. Joto lisiwe kali wala baridi kupita kiasi. Kuku hufanya vizuri zaidi kwenye joto la kati ya nyuzi 18 hadi 27 za Celsius. Usafi. Banda chafu ni chanzo cha magonjwa na msongo wa mawazo. Kinyesi kisiwepo kwa muda mrefu. Osha viota kila wiki au mbili. Viota vya kutagia viwe vya kutosha, angalau kiota kimoja kwa kila kuku nne hadi tano. Viwe na nyasi kavu au kitambaa safi na viwekwe sehemu tulivu ya banda. Ukiboresha mazingira, tayari uko kwenye nusu ya mafanikio ya kuku kutaga vizuri. Siri ya pili na mojawapo ya nguzo kuu za utagaji ni lishe bora. Kuku wa mayai si tu wanahitaji kushiba, wanahitaji chakula kilichokamilika kwa mahitaji yao ya uzazi. Lishe yao inatakiwa kuwa na protini ya kutosha kwa ajili ya kutengeneza kiini na ute wa yai. Chanzo bora ni dagaa, mashudu ya alizeti au soya. Kalsiamu, hii inajenga ganda la yai ukikosea hapa utapata mayai yenye maganda laini au kuku kuwa cha kutaga kabisa. Tumia choka oyster shell au limestone powder. Vitamin: kuku anahitaji vitamin D3 kwa ufionzaji wa calcium, vitamin A kwa afya ya mfumo wa uzazi, na vitamin E kwa nguvu ya mayai. Madini mengine kama phosphorus, zinc na selenium kwa ukuaji wa viungo vya uzazi. Usisahau maji. Kuku mmoja anaweza kunyua hadi mililita mia tano kwa siku, hasa wakati wa joto. Maji yakikosekana kwa saa chache tu, kuku wanaweza kusitisha utagaji. Epuka kutumia chakula kilichoharibika au chenye fungus mold. Na kama unaandaa chakula mwenyewe, hakikisha viwango vya michanganyo vinafuata kanuni za lishe kwa layers. Mwanga ni kichocheo kikubwa cha utagaji wa kuku. Kuku wanategemea saa za mwanga ili kutambua majira yao ya uzazi. Wakiishi gizani kwa muda mrefu, mwili wao hupunguza uzalishaji wa homoni za uzazi. Kwa hiyo, hakikisha kuku wako wanapata saa 14 hadi 16 za mwanga kila siku. Ukiwa kwenye maeneo ya giza au majira ya baridi, tumia taa za umeme au sola kuongeza mwanga ndani ya banda taa zisiwe kali kupita kiasi wala za kupindukia hadi usiku kucha. Kuku pia wanahitaji kupumzika. Tumia taima kuwasha taa asubuhi na jioni. Mfano mzuri, taa iwashwe kuanzia saa kumi na moja alfajiri hadi saa mbili asubuhi, na tena kuanzia saa mbili jioni hadi saa tatu usiku. Ukidhibiti mwanga, utashangaa jinsi kiwango cha mayai kitakavyoongezeka haraka. Kuku ni viumbe nyeti sana kwa msongo wa mawazo. Kama banda lina vurugu, kelele au hatari ya wanyama kama mbwa au paka, kuku wanaweza kusimamisha utagaji wao. Msongo wa mawazo husababisha uzalishaji wa homoni za stress ambazo huathiri vibaya uzazi wa kuku. Mfano, ikiwa mtu anakasirika sana, mwili wake hutolewa homoni za stress na kutengeneza homoni za uzazi kupungua. Ndio hivyo kwa kuku. Ikiwa kuna msongo, kuku hawawezi kutaga vizuri. Mfano wa msongo ni kuwepo kwa wanyama wa kuwinda ndani au karibu na banda. Kelele nyingi kama sauti za magari, watoto kucheza kwa kelele sana au watu kuingia na kutoka mara kwa mara. Mabadiliko makubwa ya haraka kama kuhamisha banda au kubadilisha ratiba ya chakula na mwanga ghafla. Ili kuondoa msongo, hakikisha banda linakuwa banda linakuwa mahali tulivu, mbali na kelele za magari na watu wengi. Usihamishe kuku mara kwa mara. Toa muda wa kupumzika na kupunguza msongamano ndani ya banda. Kwa kufanya haya, utakuta kuku wako wamerahisi kutaga mayai mengi bila shida. Kuna aina nyingi za kuku wa mayai duniani, lakini sio zote zina uwezo wa kutoa mayai mengi. Kama lengo lako ni kutaga kwa wingi, chagua aina zilizoimarishwa kisayansi na wafugaji wakubwa kama Highline Brown Bovan Brown na Lohman Brown. Aina hizi hutaga hadi mayai mia tatu kwa mwaka. Kuku wa kienyeji na wamseto wanaweza kutaga mayai, lakini sio kwa kiwango hiki cha juu. Pia wakati wa kununua kuku chipukizi au mayai ya kuku wa mayai, angalia taarifa za uzazi wa wazazi wa kuku hao: umri wa kuku kabla ya kuanza kutaga, kawaida kati ya wiki 18 na 20. Afya na nguvu ya kuku kabla ya kuanza ufugaji. Kwa kuchagua aina hii sahihi, utaweka msingi mzuri wa kuku kutaga kwa wingi. Usafi na afya ni mwelekeo wa mafanikio ya ufugaji wa kuku wa mayai. Safi ya banda, ondoa kinyesi kila siku ili kuepuka magonjwa. Osha viota na madirisha mara kwa mara kwa kutumia maji yenye sabuni au kemikali zinazokubalika. Angalia dalili za magonjwa kama kikohozi, kutapika, kuishiwa hamu ya chakula au manyunyu. Tumia chanjo kwa wakati kama ilivyoelekezwa na wataalamu wa mifugo. Tenga maeneo tofauti ya kuku waliokonda, walio wagonjwa na waliokuwa na maambukizi. Ikiwa kuku wako wako katika afya nzuri, watataga kwa uwezo mkubwa. Pia usisahau kuwakinga kuku wako dhidi ya magonjwa ambayo yanaweza kusababisha kupungua kwa mayai. Mfano ni Newcastle disease, infectious bronchitis, Marek's disease, magonjwa ya ngozi kama manj. Njia bora ni chanjo za mara kwa mara kulingana na ratiba, kudhibiti wadudu na wanyama wadogo katika banda, kuhifadhi mazingira safi na kuepuka msongamano mkubwa wa kuku. Matibabu ya mapema na kuzingatia ushauri wa wataalamu husaidia kuzuia matatizo makubwa. Kila kuku wa mayai ana kipindi chake cha nguvu ya kutaga. Kawaida kuku huanza kutaga katika wiki kumi na nane hadi ishirini za umri, wana uwezo mkubwa wa kutaga kwa miaka moja hadi miwili. Baada ya hapo, kiwango cha mayai hupungua. Kwa hiyo ni muhimu kupanga kuongeza na kubadilisha kundi la kuku kila baada ya mwaka hadi mwaka moja na nusu, kuondoa kuku waliokomeshwa au wenye afya duni ili kuweka kundi lenye afya bora. Hii itahakikisha banda lako linakuwa na viwango vya juu vya utagaji kila wakati. Dawa au virutubisho vinavyotolewa kwa kuku ni sehemu ya mkakati mzuri wa kufanikisha utagaji. Epuka matumizi ya dawa za kusisimua au hormones za kuamsha utagaji haraka bila ushauri. Tumia virutubisho vya vitamini na madini kulingana na ratiba ya mtaalamu wa mifugo. Hakikisha dawa za kuzuia magonjwa zimetumika kama ilivyoainishwa. Usitumie dawa zisizojulikana au zisizoidhinishwa kwa ufugaji wa kuku wa mayai. Dawa bora ni ile inayosaidia kuku kuwa katika hali ya afya nzuri na kuhimiza utagaji wa asili. Mbali na lishe na dawa, kuna njia za asili zinazoweza kusaidia kuku wako kutaga kwa wingi. Mfano, kuongeza majani kama mchicha, spinachi au majani ya mtama, ili kuku apate virutubisho tofauti. Kutumia mafuta ya mimea kama vile mafuta ya mchicha kwa kiasi kidogo, kama chanzo cha nishati. Matumizi ya viungo kama vile Mboga za majani zilizo na vitamini A na C husaidia kuimarisha mfumo wa kinga. Kuongeza baadhi ya mimea kama aloe vera na mkaa wa pilipili hoho ili kuimarisha afya ya mifumo ya ndani. Njia hizi zinapunguza matumizi ya kemikali na kusaidia kuku kuwa na afya bora zaidi. Asante kwa kutazama video hii ya Kuku Farm Pro. Umejifunza siri kumi muhimu ambazo ni msingi wa kuku watage mayai mengi sana. Kumbuka, mafanikio hayaji usiku mmoja, bali kwa kuzingatia kila hatua kwa uangalifu, kuendelea kujifunza na kuzingatia afya bora ya kuku wako. Ikiwa umeipenda video hii, tafadhali subscribe, like na share kwa wafugaji wengine. Hii itatusaidia kuendelea kuleta mafunzo mazuri zaidi na kusaidia jamii ya wafugaji kufanikisha malengo yao. Usikose video zetu zijazo, ambapo tutajadili kwa kina kuhusu ufugaji wa kuku wa nyama na jinsi ya kuongeza faida. Kwa sasa na kutakia mafanikio makubwa kwenye ufugaji wako. Kuku Farm Pro, mahari pa mafanikio ya ufugaji wa kuku.